Hapa Angata vijana wetu hatuna wazee, hatuna ngombe, hatuna mahindi, hatuna inafikwa shambani. Murukomena kwa wapi aje tusaidie? tutakuwa wageni wa nani bila serikali hii? Serikali inatakaje kwa hii mambo ya mpaka? Asante Madam Sulu Muhamed, umetusaidia sana, sasa askari wako umetusaidia. Lakini angata hii ni ya watu gani? ni ya wakuria wakale ama Masai? si mungeamua moja, alafu vijana wetu asife. Sisi tunaomboleza Sio watoto wanaokotwa ndani ya mahindi, mtoto mchanga anapigwa teke kama ng'ombe. Sisi tunaomboleza, vijana hatuna, wazee hatuna, wazee inayofuata ni gani? Murkomen aje atuambie. Na ninasema pole kwa famili na watu wang'ata kwa ujumla, ninasema asante kwa security vile walifata ng'ombe mpaka wakarudisha ng'ombe thelathini na bila kusahau, ninaeleza askari ya Tanzania, Mungu awabariki. Kama sio nyinyi, jeshi ya Tanzania kurudisha hizo ng'ombe zingeenda na ikaenda kabisa. Sasa mimi naeleza security ya Sonyanza, watoe waizi washika hawa, na mimi nafikiria hiyo amani itakuwa vizuri. Mi, tukiwa watumishi wa Mungu hatutakubaliana na ile uisi. Nataka kuomba serikali ya panga achunguze ule anasimamia usalama wa Kenya ambaye ni Murkomen akujeeriaii na atasame mahali watu, watu wanauliwa na ng'ombe zinaenda.